Habari. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuweka vocha ya mtandao wowote kupitia simu yako hapo, kwa kupitia kamera ya simu, au sio? Yaani unaweka vocha kupitia kamera yako ya simu kwa haraka zaidi. Unaweza ukaweka hata vocha tano kwa wakati mmoja, yani unakuangua hizo vocha zote, alafu unaziweka hapo chapu Zingatia ziwe za mtandao mmoja. Kama unahitaji kuweka kwa pamoja unazikwangua labda za Halotel tu ziwe tano au tatu, au za Voda tu unaziweka kwa pamoja ziwe labda nne, ngapi eh, unaziweka pale. Bila shaka umenielewa au sio? Hebu twende pamoja ili tuweze kujua jinsi ya kuweka vocha kwa kutumia kamera ya simu. Kitu cha kwanza utaenda hapa kwenye hii application. Njoo hapa kwenye hii app, inaonekana ni ya Play Store. Kisha itafunguka kama hivi, kisha search maneno haya, kusemwa kusechia ni hapa hapa, au kutafuta ni hii hapa. Baada ya hapo, andika maneno kama jinsi inavyoonekana hapa, andika hivi hivi kama jinsi nilivyonyoshea u mshale au sio vocha master, vocha master scan, vocha scan na Tanzania. Ukikliki tu ukiandika vocha master, kisha tafuta hapo niliponyoshea mshale hapa, gusa hapo. Ukishagusa hapo, bila shaka itaonekana application ni mpya hii, hapo hatujai hatuja download. Utagusa hapa simu iliyoandikwa e-store. Kumbuka inatakiwa iwe na icon kama hii au picha kama hii hapo baada ya hapo apu hii itaanza kudownload chap, na ikishaji download itakwambia uguse sehemu yapa, utagusa sehemu iliyoandikwa open ili uweze kuifungua, sasa uione ina dashboard gani hapo, tunamaanisha menyu yake. Ukisha open apu hiyo itakwambia tagusa hapa simu iliyoandikwa allow, kwa sababu ndio mara ya kwanza tumesha i download. Ukisha allow, app yako itafunguka kama hivi. Sasa kabla tujaendelea, nataka ni kuelekeza baadhi ya kazi ya hizi menu inazoonekana hapa, endelee kunisikiliza. Sehemu ya kwanza ni fire and rescue. Maana yake hapa ni kama kumetokea ajali ya moto yoyote, utapiga sehemu hiyo na utaweza kuwapigia wale wazimamoto, au sio? Utawapigia chapu na watakuja sehemu hiyo, kwa sababu hii ni njia ya haraka kuliko ya kupiga zile kodi. Hapa ni kama kuna mgonjwa yoyote au imetokea ajali yoyote ile, utapiga sehemu hii ili ambulance iweze kuja haraka, yaani gari la wagonjwa liweze kuja kuchukua wagonjwa. Kumbuka hii app ina kazi zingine tofauti na kuskani vocha au kuweka vocha kupitia kamera ya simu. Sasa nataka nikuelekeze, kabla hatujaendelea jinsi ya kuweka sasa. Hapa ni kama unahitaji kuita polisi kwa haraka utapiga hapo, kisha itakwambia uchague mtandao, kisha utapiga. Hapa ni kama unahitaji kuzuia rushwa utapiga hapo, kama umeona mtu anatoa rushwa utapiga hapo. Hapa ni mambo ya madawa ya kulevya, kama umetaka utoe taarifa watu wanavuta mabange, wanafanya kitu chote, utatoa taarifa hapa. Hapa ni kama kumetokea tatizo lote, labda nguzo imeanguka au TANESCO unahitaji kuwaita, utapiga hapo kwa kwa haraka zaidi, au si anataka kutoa tatizo la umeme umekatika sehemu yako au kwenye nyumba yako, utapiga hapa. Hapa ni kama unahitaji kupiga ile namba mia moja, utapiga hapo kwa haraka, kwa sababu hii ni automatic, au si utapiga chapu na utawasiliana nao. Hapa ni kama unahitaji kuangalia salio lako la mtandao wote ule ule, uo wa Haloteli au Mpesa, tunamaanisha Vodacom au Yas hapa ni kama unahitaji kuangalia MB ulizo nazo kwenye simu yako, zio za mtandao wote ule. Hapa ni bando lolote liwale, MB au lolote lile. Hapa ni kama unahitaji kuingia kwenye menyu ya M-Pesa, kwa sababu imeandika M-Pesa hapo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu nimekuja hapa kwenye sehemu iliyoandikwa registration, mimi nimejisajili kwa Mpesa. Kwa hiyo hata wewe kama unahitaji kubadilisha sasa, kwa hiyo wala labda unataka kuweka vocha za mtandao wa Halotel utakliki hapa kisha utabadilisha, maana ukikliki tu hapo itakwambia uchague mtandao Halotel, kisha hapa kutabadilika sehemu hii itakwambia Halopesa, au sio? Alafu kitu kingine pia kama unahitaji kubadilisha labda unahitaji mtandao wa Yas kutumia mtandao kuweka vocha za mtandao wa Yas utakuja hapa vile vilevile utabadilisha hapo kisha itakuambia uweza kuweka vocha za mtandao ya sasa. Hapa tulikuwa tunaonyesha kazi ya hivo vitufe au kazi ya hiyo menyu au kazi ya yo maneno. Sasa twende tuweze kuona jinsi ya kuweka vocha kupitia hii application kwa kutumia kamera yakwe simu tu Utakuja hapa ndugu yangu, ni rahisi sana. Unaona mshale mrefu niliponyoshea hapo, ndo sehemu ya kuweka vocha kupitia kamera yako ya simu. Ukigusa tu hapo itafunguka na ita, kuna kamera itaanza kuelekezea. Kwa hiyo wewe utakuwa na vocha zako hata ziwa tano au hata moja, vyovyote vile utaziweka labda mezani au sehemu yoyote au mkononi, kisha utaziskani kwa haraka zaidi. Ukiziskani tu kwa hiyo itakuambia Success. Au sio, itakwambia tayari umefanikiwa kuweka vocha zako, ni rahisi sana sumeona. Sasa njia hii inaokoa muda vilevile, ni kwa haraka zaidi. Leo nilikuwa na kuelekeza jinsi ya kuweka vocha kupitia kamera yako ya simu tu. Endelea kufuatilia mambo mbalimbali yanaendelea, au elimu mbalimbali zinazoendelea katika chaneli hii, na kutakia siku njema.